Hujambo na karibu katika kutazama kila ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Hii ni Gift Online TV, usiache kutufuatilia, lakini usikose kututazama kila ambapo tunakifanya humu ndani ya Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Wananchi wa kata ya Uru Kusini katika jimbo la Moshi vijijini mkoani Kilimanjaro wamenufaika na umaliziaji wa kituo cha Afya Uru kusini na kuondokana na adha ya muda mrefu ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za kitabibu. Kituo hicho hadi kukamilika, serikali imetoa zaidi ya milioni mia tano ambapo kwa sasa kinatoa huduma za kitabibu. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wameonyesha kuishukuru na kuipongeza Serikali inayoongozwa na, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Mbunge wa Jimbo la Moshi Vijijini, Profesa Patrick Ndakidemi na diwani wa kata hiyo, Wilhad Kitali kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakipambana kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa katika kata hiyo. Tulikuwa tunatembea umbali mrefu kufuata huduma za afya, lakini kukamilika kwa kituo hiki cha afya kitatusaidia sisi wananchi kutokutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya, alisema hayo Zuhura Rashidi. Mimi ni Esther Mamkwe, endelea kufuatilia Gift online TV.